Bwana katika miungu yote de de de de. Ni nani aliye kama wewe? Una jina jina liweza. Naitwa Pastor Epa tusho bwana, katika huduma ya kusifu na kuabudu, ninakukaribisha sana katika mkesha mkubwa unaojulikana kwa jina la usiku wa urejesho. Ni mkesha utakuwa kufanyika tarehe 28 ya mwezi wa tatu mwaka huu 2025, kwa neema ya Bwana nitakuwepo Morogoro, sehemu panaitwa Ruaha Kilombero, kwa ajili ya mkesha huo, na mkesha huu umebeba uh, umebeba ujumbe unaosema hawakujui usiwasikilize.